kama leo tumecheza hivi, watu wanapanado mifukoni, tumeonyesha mpira mkubwa kama huu na Azam na Florenti Benge, tumecheza watu wanapanado mifukoni, tumecheza mpira mkubwa kama huu jamani, wakipona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 mechi ya tatu tukashinda, ya nne tukatoka sare, ya tano tukashinda. Sasa utofauti ni kwamba, mbona tumepoteza hizo mechi mbili za mwanzo? Basi tarajieni kuona tukishinda mechi kumi mfululizo. Chukueni maneno yangu, tunzeni na hizi risiti. Nasema hivyo kwa sababu unajua ni aina gani ya, ya timu ambayo tuko nayo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 nampigia hata si. Kwanza tuna kisasi na Simba hicho, tumekiweka wazi, na uzuri bahati mbaya wao wameanzia Dar es Salaam, mechi inayofuata wanakuja nyumb... Na wanajua Mbaki sisi tukiwaga wara. Nyumbani alafu Simba alitufunga nje, I mean Yanga alitufunga nje ndani msimu uliopita. Hizi ni miongoni mwa timu ambazo sisi kila siku tunalala kwa Kalomanzila kuhakikisha tunatengeneza laana mapema, tuwapige nje au au tuwapige nje. Na uzuri mechi yetu ya kwanza wao, umemuona lakini utajijua wenyewe, lakini tuseme tuna kisasi nao tena, ni kikubwa mno.